Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na miti mirefu na ukungu mzito. Kila jioni, wazee wa pale walikuwa wakisema, usiku wa mwezi mpevu usitembee peke yako, lakini hakuna aliyewahi kuelewa maana yake, hadi siku ile. Miaka mingi iliyopita, kulikuwa na bibi mmoja aliyeishi mwisho wa kijiji. Aliishi peke yake, hakutabasamu, hakuhudhuria mikutano ya kijiji. Watoto waliogopa hata kupita karibu na nyumba yake. Walisema kila ifikapo saa sita usiku taa ya nyumba yake iliwaka peke yake, na sauti za kunong'ona zilisikika kutoka ndani, lakini hakuna aliyewahi kuthibitisha. Mpaka kijana mmoja jasiri aitwaye Juma alipoamua kufuatilia ukweli. Ilikuwa usiku wa mwezi mpevu. Juma alijificha nyuma ya mti karibu na nyumba ya bibi. Saa sita kamili upepo ulisimama, mbwa wote kijijini wakaanza kulia kwa sauti moja. Mlango wa nyumba ukafunguka polepole pole, na bibi akatoka nje akiwa amevaa shuka jeusi, macho yake yakimetameta kama makaa ya moto. Juma alitetemeka lakini hakukimbia. Bibi alianza kuongea kwa sauti isiyo ya kawaida. Leo ni usiku wa mwisho. Ardhi ilianza kutikisika kidogo. Juma akahisi miguu yake haimsikilizi. Ghafla bibi akageuka kumwangalia moja kwa moja. Nilijua ungekuja. Sauti yake haikutoka mdomoni, ilisikika kichwani mwa Juma. Nyumba ya udongo ikaanza kubadilika sura, ikawa kivuli kikubwa kinachopumua. Juma alijaribu kukimbia lakini giza lilimfunika. Kijiji kilizinduka asubuhi, Juma hakuonekana tena, na nyumba ya bibi ilikuwa imepotea kabisa. Tangu siku hiyo, kila mwezi mpevu, kuna kivuli huonekana mwisho wa kijiji na sauti ya kunong'ona husikika. Usiku wa mwisho bado haujaisha. Tukutane sehemu ya pili.